Uchunguzi wa watu waliofariki katika uwanja wa Kasarani na ule wa Nyayo wakati wa maombolezi ya marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga umethibitisha kuwa walifariki kwa mtutu wa bunduki. Risasi zilizopatikana kwenye maiti za Evans Kiche pamoja na Vincent Otieno Ogutu zimekabidhiwa mamlaka ya Aipoa kwa uchunguzi zaidi. Hata hivyo, maiti moja imesalia katika makafani ya City bila kutambuliwa. Siku mbili baada ya hayati Raila Odinga kupumzishwa, familia za waliotamani kumwona hapa Nairobi katika uwanja wa Kasarani na Nyayo zilikusanyika katika makafani ya City Nairobi familia za Vincent Otieno Ogutu mwenye miaka 36, Evans Onyango Kiche mwenye miaka 40, Josephine Jida Burka wa miaka 42, pamoja na Josephine Anjao Okengo walikabidhiwa matokeo ya chanzo cha vifo vya wanne uh, uh, hao.

suffocation. Familia sasa zikidai haki na maswali chungu nzima ya kilichojiri Kasarani na Nyayo had a motive because that was not accidental. Ni kitu yenye alikuwa me aim na alikuwa me target kumshoot kwa roho na alikuwa anajua akifanya hivyo definitely atamaliza. So that's a question I really want answered. Why did this person shoot Vincent on the chest and on the left chest, directly targeting the heart? Number two, justice. Tafadhali, tafadhali. Ni uchungu sana. Kwa hivyo tunataka compensation ya ku make sure that hiyo watu livelihood yao wanapata na wanapata haki yao. Naomba serikali iyo watoto ya tatu ile amewachiliwa iwe waangalie wajue haki yao itapatikana namna gani. Sasa mamlaka ya IPOA ina kibarua cha kuchunguza ni bunduki aina gani iliyofyatua risasi iliyopatikana mwilini mwa Vincent Otieno Ogutu pamoja na mabaki ya risasi iliyopenyeza na kukwama kichwani mwa Evans Kiche ugani Kasarani.

Huku familia zikijiandaa kwa maziko, kitendawili cha nani atawajibishwa kwa mauaji ya waombolezaji waliokwenda katika uga wa Kasarani na Nyayo na baadaye kuaga dunia kinasalia. Ode Francis, runinga ya Citizen katika makafani ya City hapa Nairobi.